inasema dhamana yetu ni miaka ishirini na tano ijayo. na Sumaye, vurugu hazitaing'oa CCM. Huyo ni Sumaye asema vurugu hazitaing'oa CCM. Lakini moto Kariakoo, waibua hoja ya vifaa vya bei ya dezo. Moto Kariakoo, waibua hoja wa vifaa vya bei ya dezo. Lakini kilio kamata kamata ya makada wa Chadema, kilio kamata kamata wa makada ya chadema na Dkt Mwinyi ahidi amani ACT kurejesha miji kwa watu wa Zanzibari, eh, Dkt Mwinyi ahidi amani huko ACT kurejesha miji kwa watu wa Zanzibar. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Nikitoka chana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe linaandika, watoto watoto wawinda elimu chini ya miti. E, watoto lakini magumu anayopitia walimu wanaojitolea, magumu anayopitia walimu wanaojitolea. Lakini hatima ya Lissu, hiyo ndo habari inayosema hatima ya Lissu, mashahidi 30 wa serikali kuanza kuwasilisha ushahidi kesi ya uhaini leo wa mawasiri. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini JWTZ na TEFU wakemea uchochezi E, JWTZ na, na TEFU wa kemea uchochezi na Azaki. Kamati ya watu 25 yatosha kumalizia kiporo katiba mpya. Naona, Azaki wasema kamati ya watu 25 yatosha kumalizia kiporo katiba mpya, lakini ahadi 30 za Samia milioni 14 washiriki mikutano. Eh, ahadi 30 za Samia milioni 14 washiriki mikutano. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Nipashe ukurasa wa mbele na tukiachana gazeti ya Nipashe ni tuangazie kwenye gazeti lako eh, gazeti la Habari Leo lenye linaandika CCM yaahidi kukuza uchumi Tabora. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu inasema, CCM yaahidi kukuza uchumi Tabora. Lakini ushahidi kesi ya uhaini wa Lissu kuanza leo, eh, ushahidi kesi ya uhaini wa Lissu kuanza leo na askofu, tuwe na subira na uvumilivu Askofu wasema tuwe na subira na uvumilivu, lakini kampeni zizingatie utu. E, kampeni zizingatie utu utu. vijana wahimizwa wakatae kutumika, e, vijana wahimizwa wakatae kutumika, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini Zanzibar Leo, gazeti lako asubuhi ya leo lenye naanza na habari inayosema Dkt. Mwinyi, tutaendelea kuipa kipaumbele sekta ya elimu huyo ni Dkt. Mwinyi asema tutaendelea kuipa kipaumbele sekta ya elimu, ahidi kuimarisha kuendeleza kizazi cha vijana wabunifu. Lakini wanafunzi wa Zanzibar washiriki mashindano ya NASA Space Apps ya Oman. Wanafunzi wa Zanzibar washiriki mashindano ya NASA Space Apps ya Oman. Lakini maridhiano yaleta umoja amani Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako eh, la Zanzibar Leo, nasema maridhiano yaleta umoja amani la kula Uhuru linaandika mageuzi eh, majengo kuwa rafiki kwa watu wenye ulemavu eh, mageuzi wasema, ah, majengo kuwa rafiki kwa watu wenye ulemavu. Lakini Zanzibar na China zakubaliana kuendeleza ushirikiano Zanzibar na China zakubaliana eh, kuendeleza ushirikiano kishindo kikubwa cha kampeni za Dr. Samia, e, kishindo kikubwa za kampeni za Dr. Samia. Mambo kumi yaliyotikisa Arusha, Kilimanjaro na Manyara e, mambo kumi yaliyotikisa Arusha, Kilimanjaro e, na Manyara. Lakini Nchimbi ahidi viwanda vya tumbaku, mbolea Tabora e, Nchimbi ahidi viwanda vya tumbaku, mbolea hapo Tabora. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele na tukiacha na gazeti la Uhuru tuangazie sasa kwenye Majira. E, gazeti la Majira linaandika tefu ya pongeza JWTZ kwa uaminifu wake kwa Katiba. Lakini Tabora Tabora kujengwa e, kiwanda cha tumbaku CCM CCM ikishinda. Ikishinda e, Tabora kujenga kiwanda cha tumbaku. Na Oktoba 29 kudhibitisha siri uimara wa chama cha mapinduzi kaskazini. Oktoba 29 kudhibitisha siri uimara wa CCM e, kaskazini lakini Dkt Mwinyi atumia siku 25 za kampeni kufikia makundi muhimu. Dkt Mwinyi atumia siku 25 za kampeni kufikia makundi muhimu, muhimu. lakini Dkt Samia, tukapige kura kwa heshima ya nchi yetu. Hiyo ni Dkt Samia asema tukapige kura kwa heshima ya nchi yetu. Lakini ACT Wazalendo kuirudisha hadhi ya mji wa chake chake. ACT Wazalendo kuirudisha hadhi ya mji wa chake chake. Hilo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele lakini tukichana gazeti la majira, tuangazie taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye inaandika doyo ahidi kuifungua eh, kiwanda cha korosho Tunduru. Lakini butiku swala la amani na mshikamano nchini si la kuchezewa. E, eh, wewe ni butiku asema swala la amani na mshikamano eh, nchini si la kuchezewa. Lakini sisi imefanya mikutano sabini na saba katika mikoa 21, na, na Dr. Samia amethibitisha amani mshikamano Kesho ni zamu ya kanda ya ziwa. O ni ambari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, na gazeti lako la Uelekeo linaandika Mwinyi asifiwa kwa amani na maendeleo, machifu kuombea amani uchaguzi mkuu, lakini Butiku pungzeni e, matamko ya uchochezi mitandaoni na wananchi wa Komoro wakoshwa na Samia. O ambari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele wananchi mananchi kampeni za Dr. Samia macho na masikio sasa ni Mwanza. E, hilo ni, ni gazeti la Mwelekeo ukurasa wa mbele. Na huko gazeti lako la Wamachinga sauti ya wa wanyonge, lenye linaanza na mpenda haki mtekelezaji e, na mtiifu, lakini doyo NLD ahidi kufungua kiwanda cha korosho. E, doyo wa NLD ahidi kufungua kiwanda cha korosho lakini, DC Rufiji aipongeza Tarura kurejesha mawasiliano Rufiji. DC Rufiji aipongeza Tarura kurejesha mawasiliano Rufiji, e Rufiji, kure Rufiji. Na Samia kushambulia kanda ya Ziwa hiyo ni baadhi kwenye gazeti lako la Wamachinga, inasema Samia kushambulia kanda ya Ziwa lakini tefu ya lani JWTZ kutaka kuingizwa kwenye siasa. E, tefu yelani JWTZ kutaka kuingizwa kwenye siasa, habari kwenye gazeti la kulia Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wa, wa ukura mbele. Huku gazeti la kulia Mtanzania linaandika Omo ahidi serikali yake kuweka mifumo bora kuimarisha sekta ya uvuvi, lakini sani akademi kusomesha bure wenye mahitaji maalum, na uhusiano wa Tanzania Komoro wazidi kukua kupitia kambi za madaktari bingwa. Uhusiano e, wa Tanzania na Komoro wazidi kukua kupitia kambi za madaktari bingwa. Lakini Tanesco Sakos yatoa mkopo bilioni 27 kwa wanachama wake. Wafungwa wenye sifa kupiga kura Oktoba 29, habari e, inasema wafungwa wenye sifa kupiga kura Oktoba 29. Lakini JWTZ yatoa tamko wanaolihusisha na siasa. Lakini sauti ya Margaret, gazeti lako linaandika familia mwalim Nyerere, ya mwalimu Nyerere yandaa mapokezi makubwa ya Dr. Samia mkoa wa Mara lakini dunia yaomboleza kifo cha Dr. Jane Goodall, e, dunia yaomboleza kifo cha Dr. Jane Goodall, e hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti ya Mara e, ukurasa wa mbele huko. Gazeti lako la Dira linaandika maaskofu wa waasa wa Tanzania kuilinda amani e wa, lakini Tarura yarejesha mawasiliano Rufiji, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele lakini Raia Mzalendo gazeti lako lenye linaandika Rais Samia ahidi kuongeza mitaji sekta ya utalii ili kuongeza watalii. lakini Balozi Kagasheki aitaka tanjamii kutowatenga wafungwa wanaopata msamaha. lakini kishindo, madaktari wa Tanzania Komoro, eh, kishindo cha madaktari wa Tanzania huko Komoro wanza kambi ya kibingwa ni wa hospitali ya JKCI Muhimbili, Benjamin Mkapa na Ocean Road wapokelewa wapokelewa kishujaa na wananchi wa na balozi Yakub. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Kwaria Mzalendo ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania e, tuangazie sasa kwenye michezo e, na burudani na sasa gazeti lako la machinga lenye limeandika e, Makata Polisi Tanzania itarudi Ligi Kuu. Huyo ni Makata asema Polisi Tanzania itarudi Ligi Kuu lakini mwenda ashukuru kurejea Stars. E, mwenda ashukuru kurejea Stars na Clara Rufanga azidi kutakata Saudi Arabia. E, Clara Rufanga azidi kutakata Saudi Arabia. Rabovic atajwa kurejea Jangwani. E, Sid Rabovic atajwa kurejea Jangwani. Lakini mwelekeo linaandika Patev kuanza majukumu leo Simba, ni manager mpya wa Simba sema Patef kwanza majukumu leo Simba, lakini f akalia kuti kavu. Yanga Vodacom yanogesha kikapu Dar es Salaam, yoni abari kwenye gazeti lako la mwelekeo ukurasa wa michezo. Huko Taifa Tanzania naandika, inaandika Dr. Gwajima eh, amwagiza Ankoti kuripoti Basata leo eh, Dr. Gwajima amwagiza Ankoti kuripoti Basata leo. Lakini Senzo Mbatha azipa ushauri huu timu za Kenya na Jigudiara kocha Ahmadi Ali wa ngara ligi kuu. Lakini Majira linaandika Taifa Stars kamili gado kuikabili Zambia, wachezaji wa ripoti kambini kwa kishindo. Ahmadi Ali diara shinda tuzo za mwezi. Hii ni habari kwenye gazeti la Majira, huku gazeti la Nipashe linaandika Patev ahidi makombe Simba lakini viungo Yanga ni balaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye michezo, huku gazeti la Uhuru lenye linaandika Simba, Yanga, Azam zingine Black Stars za waibua wadau wa soka nchini ee, Simba Yanga Azam Singida black Stars za waibua wadau wa soka nchini, lakini Diara awa bora Septemba, hiyo i ambar inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye michezo. Lakini Zanzibar Leo inaandika KMKM ya dhamiria kuiduaza Azam shirikisho kocha Simba kwini atamani mataji lakini Zuchu Mboso Tausi kuongesha maonesho ya biashara. Ilo ni gazeti laku la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo. Lakini habari leo linaandika meneja mkuu Simba ahidi ushirikiano dr kocha JKT Tanzania wang'ara Septemba. Lakini serikali yaweka mkazo wa medali olimpiki na madola. Lakini mwanasporti gazeti laku linaandika Forbes ana saa ishirini na nne